Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Najua leo mnapita hapa mkiwa mlisha pewa maelekezo maalum na mheshimiwa rais ya nini, kuwa nchi inahitaji mkafanye. Mimi jukumu langu hapa ni kuweka msisitizo tu moja, ujue kwamba nchi yetu tunaendelea na diplomasia ya kujenga mahusiano na mataifa ya nje marafiki ee. Hii ni sera ambayo Mheshimiwa Dkt. Samia amekuwa akiitekeleza toka alipoingia madarakani kwa kufungua balozi mbalimbali kwenye nchi ambazo pia atakuwa na mabalozi lakini kuimarisha, kupeleka mabalozi pindi mabalozi yote wanapomaliza muda kwenye maeneo ambayo tuna ubalozi. Eh, malengo ya nchi ni yale yale, kwanza kujenga mahusiano kati ya nchi yetu na, na hizo nchi, Msumbiji, e, madi, matini, nchi zinazokwenda zingine, tuna mahusiano muda mrefu kama Msumbiji unakokwenda eh Mheshimiwa Balozi Hamad, lakini pia Mheshimiwa Matinyi kule Sweden, ni nchi ambazo tuna balozi wa miaka mingi. Kwa hiyo tuna uendelevu wa aina fulani, jukumu letu kuna kuimarisha mahusiano yao, jukumu letu ni kuhakikisha kuwa mwenendo wa siasa zetu zinazotufanya tuwe pamoja mpaka leo, nyiye mnakwenda kuziimarisha. Tunatamani pia mnapokuwa pale, mjue kwamba nchi yetu na diplomasia ya kiuchumi, hili ndio jambo ambayo tumeliweka mbele na tunatamani eneo hili tupate mafanikio zaidi. Kwanza tujifunze, wenzetu wameendelea wapi kiuchumi hali yao ya uchumi ikoje, na hiyo mtapata muda wa kujifunza hayo yote, ikiwemo na hili. Mwone mafanikio yao, changamoto zao. Je, sisi mafanikio yale zile, na sisi tunaweza tukazipitia hizo au kuna kitu tunaweza tukajifunza kutoka kwao ili tuje tuimarishe uchumi wetu wa ndani. Lakini kwenye uchumi hapa, e, sisi tujikite katika kuona fursa walizo nazo zinazowafanya waboreshe uchumi wao, iwe kwa sisi kushiriki kwenye uchumi wao kwa maana ya kutafuta masoko ya bidhaa zetu, tukashiriki kwa namna hiyo. Kwa hiyo nendeni, muone kwenye eneo hili kufanya biashara. Mnajua mfumo wetu wa kibiashara hapa Tanzania, aina ya mazao tulionayo, ni mazao yapi tunaweza kuyauza kwenye nchi zao tunajua na wao wanaagiza bidhaa, hiyo bidhaa wanayoagiza kwenye nchi nyingine hawezi kuipata kutoka kwetu, basi na sisi tuone tunataka tukapeleka kiasi gani. Kama wanaagiza tani laki moja basi waambie sisi tuna tani elfu thelathini, tani elfu hamsini ili tuweze kupeleka. Kwa hiyo naamini hilo mtakwenda kuliratibu vizuri na mtalisimamia, ya sisi tunahitaji kwenye diplomasia hii ya kiuchumi tuimarishe uwekezaji. Tunahitaji eneo eh, hili la uwekezaji tufikie malengo. Tuna miradi mingi kwa nguvu yetu peke yake hatuwezi, sasa lazima tutafute watu wenye uwezo, na unajua sisi tumejiimarisha. Hata Mheshimiwa Rais wakati wote amesisitiza tushirikiane na private sector. private sector ilizokuwa ya ndani private, se private sector ilizokuwa ya nje kwa nyinyi mna jukumu la kusolisti hao wawekezaji walioko kule nje kuja nchini Tanzania, waje kuwekeza. Sisi tuna maeneo mengi tumetenga kwa ajili ya viwanda, tuzalishe bidhaa hapa ndani, ziuzwe kwa gharama nafuu, zipatikane kwa urahisi bila kuziagiza nje, na hivyo viwanda viko vya kuchakata mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, lakini pia maliasili eh, nene nimweleze kwenye eneo hili na ili mfanikiwe kuimarisha eneo la masoko pamoja na uwekezaji, lazima mwimarishe au mkaanzishe kama haikuwepo zile programu za biashara za kukutana, wafanya biashara kutoka Tanzania watembelee kwenye nchi zenu.